Habari yako Dada Martha? Nzuri. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mzima kabisa. Mzima. Mm -hmm. Karibu. Wewe ni mwenyeji? Ukapotea kama miaka mingapi hapo bila kuwepo kwenye taasisi yetu? Miaka miwili. Uh -huh. Ulimaliza mkataba wako mwaka gani? ishirini na tatu mwanzoni, elfu mbili ishirini na tatu mwanzoni. Kwa hiyo elfu mbili na ishirini na tatu mpaka leo amwasea miaka mm, miwili. Eh, kwa hiyo mm, ulikuwa unafanya ishu gani? yaani yani, nilivyomaliza mkataba pale, sima sikurudi hapa, naenda mm, nyumbani. Baadae nika, nika ile hela ambayo nilipata kule, nilienda kusomea chuo cha Tazara koleji kule Mbeya cha ufundi Mm. ko nikajifunza, nimemaliza mwaka jana, sasa kuja kuomba tena ajira huku. mm -hmm. Wanatuna kama wanafunzi tena mm. kwa, umesoma umesomea nini? Ushonaji. Ushonaji. Kwa hiyo nguo kama yakwetu hapo uliovaa unaweza kushona? Tukua tunashona tulikuwa ama unaweza naweza, ila ndo hivyo kule. Si unajua darasani mm. unasimuliwa na mwalimu lakini mm. mm. like, tu muongozi mm. mm. kwa hiyo hela unakuwa nayo ikatosha kuwa ada eh. na sasa hivi, kwa hiyo tumerudi tena Wadada Dada Senta, mipango yetu lengo la mimi kufungua ofisi yako ya ushonaji ya, ya ushonaji usho mm. okay, kwa hiyo umejipanga tena kufanya kazi umalize mkataba kama ulivyokuwa umemaliza mwanzoni eh. Karibu sana. Sisi kama unavyotuona, uliondoka kwanzia elfu mbili ishirini na tatu umerudi umeikuta taasisi mambo yamebadilika. Kama hivi bado tupo, tumekuwa zaidi. Kipindi hicho umefanya kazi, mshahara ulikuwa laki moja, si ndiyo? saa hivi hmm, umerudi mshahara inaanzia laki na nusu. Kwa hiyo unaona kabisa tumemove, ehhe hmm, taasisi imeendelea kwenda mbele na bado ipo kwa ajili ya kuwasaidia wadada wengine wapya, lakini hata nyie ambao mnakuwa mmekuja mmeondoka mmerudi tena, bado taasisi ipo kwa ajili ya kuendelea kuwa wanyanyua ee. Ehe, kwa hiyo kwa, sahibu, sabu, kwa eh, jua, sasa hivi hujasahau kweli kazi za nyumbani wewe kuzifanya vizuri, lakini unaweza ukapanga kwenye baba mama wa watoto <manyo> okay, lakini kote huko lazima ujipange kwenda kufanya kazi vizuri. Ina maana mm, ni lazima ujiandae kufanya majukumu makubwa, hata ukienda kukutana na madogo mm, unakuwa angalau kwa sababu kuliko kujiandaa kwenye majukumu madogo ukienda kukutana na majukumu makubwa unakuwa mvivu, wakati okay. uvivu Wadada Senta ni ni mwiko huo, hatuhitaji kabisa kufanya kazi na wadada ambao ni wavivu. Sawa, sisi tunaelewana mm -hmm. Eh, basi na sisi tunakukaribisha, tunatamani uendelee kujifunza vitu vipya. Ha, wewe Martha uliemaliza mkataba wako via ishirini na tatu mwanzoni, hatutegemei kama utakuwa sawa na Martha ambaye unaenda kuanza mkataba mpya sasa hivi. Umekuja, mambo yamebadilika mengi, trainings zetu tumeziboresha zaidi, lakini mishahara ndio kama hiyo, imeongezeka kwa hiyo Sitegemei ulefanya ukiwa unalipwa laki moja ukafanya ulikuwa unalipwa utakayokuwa unalipwa laki moja na nusu. mm -hmm. Laki moja na nusu ni kubwa kuliko laki moja, okay, si ndio? Well, kwa lazima pia na matokeo ya kazi yako tuyaone yaone kuwa ni makubwa kuliko yale ya mwanzo. Ah, Dada Martha sisi tunakukaribisha tena kwa mara nyingine. Karibu sana Wadada Center. Ah, nashukuru sana. Tumo tayari kwa ajili ya kukuandaa na kupeleka kwenye majukumu yako mapya. Nashukuru. Eh, kila la heri katika kutimiza mkataba wako mwingine. Haya. Asante sana Dada Martha karibu.